Kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu na Bwana awe nanyi. Ndugu zangu, leo tunaadhimisha Dominika ya 26 ya mwaka wa Kanisa, na masomo yetu yaliyo wazo kuu ni kwamba sisi ni tajiri yule ambaye anapaswa kuona shida ama mahitaji ya Lazaro. Katika maisha yetu ya kawaida, tunajua watu hawalingani, kuna matajiri na vile vile kuna maskini katika maisha hayo ya kawaida. Kuna watu ambao wako na vitu vingi, magari wako nayo na si moja, mabili hata hali wako nayo, mali wako nayo, mapesa wako nayo, na upande ule mwingine kuna maskini ambaye hata chakula hana, hata nguo hana, hata sehemu ya kulala hana, na ni hiyo dunia, dunia hiyo hiyo moja na hao watu wote waliumbwa katika sura na mfano wa Mungu. Tunajua kuna katika dunia hii kuna wale watu ambao wako na vitu vingi, na sio kwamba walihiba na sio kwamba wametumia njia mbaya, lakini vitu wako nazo nyingi tu, wako na utajiri mwingi tu, na kuna wale wengine ambao bado hawajafanikiwa kupata chochote. Kuna wale ambao wanafanya kazi sana, ndio waweze kupata utajiri wao wanafanya njia zile ambazo ni nzuri, lakini tunajua hivyo hivyo. Kuna wengine ambao hata hawataki kufanya kazi, wako wazembe wao tu. Kazi yao ni kulalamika, kazi yao ni kusema kwamba watu wamewaibia, lakini ni uzembe, kwa sababu hata kazi hawataki kufanya. Wao wapo tu ili wataka wa waendelee na kuomba homba. Kuna mwingine hata yeye mwenyewe ile kazi ambayo anafurahia sana ni kwenda akiomba, hataki kufanya kazi, lakini anasema kazi yake ni kuomba. Kwa hivyo kuna wale ambao wanafafuta vizuri, kuna wale ambao wao ni uh, wazembe, kuna wale ambao wanaenda wakiomba homba. Lakini hao watu hawezi kulingana wote, hawezi kulingana. Lakini tunakumbushwa kwamba kuna yule Lazaro ambaye yuko katikati yetu. Kuna yule Lazaro ambaye ana chochote, e, ana, ana hali kama zi, vile sisi tupo. Lakini hebu tujiulize, ni mara ngapi ambayo sisi mwenyewe katika hali yetu tunaona huyo Lazaro ako katika minguu yetu, yule Lazaro ako katika, anakusunguka ana katika pale ambapo anaishi, yule Lazaro ambaye ako katika familia, yule Lazaro ako katika jumuiya, yule Lazaro ako katika, ako katika ako kanisa katika somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Amosi sura ya sita aya ya kwanza, ya nne hadi ya saba. Na tunaona katika somo hili Amosi anatoa hukumu kwa wale watu wachache ambao wananyonya wale ambao hawajafanikiwa kama wao, na hawa anawaita matajiri katika jumuiya tunajua kwamba kuna wale ambao wamejipatia mali nyingi bila kujali. Kuna wale ambao sifa zao zinatokana na zile vitu ambavyo wako navyo, lakini sio yale mahandili ambao wako nayo, na hao watu ambao ni wengi hivyo. Ndio hao nabii Isaya anasema, wale wao mnaostarehe katika Sayuni au mnaokaa salama katika mlima wa Samaria, nyinyi mnaolala juu ya vitanda vya pembe au kujinyoosha juu ya masemendari yenu. Yeye anawakumbusha wale ambao wako na vitu vingi, wale ambao wana starehe saha hizi. Lakini tunaweza kujiuliza swala, kwa nini wengine wetu wako na utajiri mwingi sana na wengine ni masikini zaidi? Kwa nini watu wengine wako wa, wa, wa, wa, wa na starehe, wako na mali pesa wako nazo lakini kuna watu wengine ambao ni maskini. Labda tunaweza kusema kwamba wameiba, ama labda wametumia njia ambao sio nzuri, ama labda wamenyanyaza wale wachache ama wale wanyonge ambao hawana nguvu. Hiyo inaweza kuwa hali moja ya kujitafutia utajiri. Lakini tunajua kuna wengine ambao wametumia kazi yao, ni kazi ya mikono ya yao wametumia juhuda yao wametumia zile nguvu ambazo Mungu amezitumia, na wakati ambao tunaona katika hali hii, tunaona hata matajiri wanaendelea kuwa matajiri zaidi na zaidi maskini na wao na wanaendelea kuwa maskini zaidi na zaidi basi. Uh, kwa nini kuwe na huu tofauti? Kwa nini Mungu aliumba wengine matajiri na wengine maskini? Hiyo ndio swala ambayo mara nyingi tunapenda kujiuliza, kwa sababu labda umetafuta tafuta na uje ifanikiwa. Na mwingine labda hajatafuta vile umetafuta, lakini yeye ako na mali nyingi. Lakini tunajua kwamba dhamana ya mtu sio zile vitu ambazo akonazo lakini ni ubora ya yale mahandili na ule uhusiano mwema alio na nao kwa Mungu. Basi kwa nini wewe ukuwe na mali nyingi na usahau wa watu wale wengine? Sawa, mali ni yako, vitu ni vyako, lakini kuna wale ambao labda wanatumia njia ambazo sio nzuri ili kujitafutia mali, labda wananyanyasa wale wengine. Kuna mtu a kibarua, lakini unamlipa vibaya unasimamia watu lakini hata unawaongezea siku zao, ndio wewe mwenyewe uweze kupata pesa. Ama labda unatumia njia zingine za udanganyifu, ndipo sasa uweze kupata ile mali ambayo uko nayo. Labda unadanganya ama unapeana takrimu ambazo sio za ukweli. Wewe umeiba, wewe umefanya vibaya, wewe ni yule tajiri ambayo anakemewa nabii Amosi yule ambaye hafuati ile njia ambayo sio nzuri, lakini kumbuka, siku yako yaja. ya na hiyo somo linaenda sawa na injili ya siku ya leo ambayo inatoka mwinjili Luka sura ya 19 aya 31 hadi 36. Na katika somo hili tunapatiwa watu wawili ambao wanaishi maisha tofauti, lakini dunia moja. Kuna huyo tajiri ambaye jina lake hatujaambiwa hatujaambiwa kwamba alitafuta mali yake kwa njia mbaya ama labda alifanya vitu vibaya, hatujaambiwa hayo. Na kuna huyu Lazaro ambaye alikuwa maskini, huo tumepatiwa jina lake, na yeye pia hatujaambiwa kwamba alikuwa mtu mwema ama alikuwa anaishi maisha mazuri, lakini tunaambiwa kwamba kulikuwa na tajiri mmoja, jina lake hatujapewa, na kulikuwa na huyu maskini ambaye jina lake aliitwa Lazaro. Na huyu tajiri alikuwa anaishi maisha mazuri kama vile tumesikia katika somo la kwanza na vile vile katika Injili, alivaa vizuri, akala vizuri, alikuwa na starehe na hivyo hivyo, maisha yake yalikuwa mazuri sana. Na kulikuwa na huyu maskini ambaye alikuwa pale mlangoni anaombaomba, alikuwa na vidonda, na yeye alikuwa nakula ile makombo ambayo alikuwa yanaanguka mezani mwa huyu tajiri. Lakini na tunaweza kujiuliza, je, ni kitu gani ambacho tunakiona katika uh, injili hili? Wakati ambao tunasoma hii injili ya huyu tajiri na Lazaro, mara nyingi tunakuwa na huzuni alafu tunaanza kuchukia sana huyu tajiri, kwa sababu tunasema mbona alikuwa na vingi, kwa nini hakumpatia huyu huyu huyu Lazaro? Mbona alikuwa na chakula nyingi? Mbona kumuona, mbona kumpatia dawa na alikuwa na vidonda? Mara nyingi tunapenda kuguzwa na injili, lakini kuna wazo moja ambalo ni muhimu. Je, wewe mwenyewe ni mara ngapi ambao unaona Lazaro ambaye ako katikati yako? Mara ngapi we mwenyewe unaona Lazaro katika familia yako? Mara ngapi ambao unaona Lazaro katika ndoa yako? Labda ni huyo mke wako, ama ni huyo baba, ni huyo mume wako. Mara ngapi ambao unaona Lazaro katika familia? Unaweza kukuta kwamba unaanza kunguzo na injili na wewe mwenyewe awezi kusaidia, babako anakaa kama Lazaro hawezi zaidia mamako anakaa kama Lazaro, hawezi kuzaidia ndadako na anakaa kama Lazaro, hawezi kuzaidia kakako na anakaa kama Lazaro, hawezi zaidia mtu katika jumuiya na yeye anakaa kama Lazaro. Unapenda kunyoosha mkono kwa watu wengine, na wewe mwenyewe uone yule Lazaro amekaa karibu na wewe. Wengi wanapenda kujisifia, unataka kununulia watu maua wakati ambao wamekufa, badala uwanunulie maua wakati ambao wako hai kwa nini unatamani kutengeneza, unawekea babako karamu kubwa wakati wa mazishi, ama mama wazazi unawekea unawatarishia mazishi ambayo iko na watu wengi, na wewe mwenyewe wakati ambao ulikuwa hai, hata sukari huko kuwapelekea, hata unga huko wapatia. Unamnunulia nguo nyingi akiwa katika jeneza, hiyo nguo itamsaidia na nini? Unanunulia watu chakula wanakula wanakunywa wakati ambao kuna mazishi, mbona hukununulia babako hiyo chakula, ama mama kule nyumbani kuna huyo ndugu yako, kila wakati ukiwa na mzigo ni wewe unamtuma aende akachukue, lakini ukifika nyumbani hata uwezi kumpatia hata kitu, lakini kila mara ni kumtuma tu, kwa sababu unajua ni mnyonge, hana chochote. Mbona wewe usimwone huyo ndugu yako kama Lazaro? Mna usione wazazi wako kama Lazaro? Kwa nini usione watu wa jumuiya kama Lazaro? Mara nyingi tunajionyesha kwa watu wa maana sana ama tunanguzwa na hii injili ya leo, lakini tunasahau ya kwamba sisi ni kama huyu tajiri. Sisi sio maskini kiasi kwamba hatuwezi kusaidia watu wale wengine. Tuna uwezo wa kusaidia watu wale wengine, lakini tunafunika macho yetu. Tunafanana na huyu, huyu, huyu, tajiri. Tunaambiwa kwamba huyu tajiri alikuwa anamjua Mungu, ndiposa pale mwishoni alisema kwamba uh, uh, uh, alikuwa pale kwa Ibrahimu na, na Isaka na Yakobo, na alikuwa anasema kwamba atumiwe watu atumie atume watu kule nyumbani ili kule duniani ili waweze kuwafundisha. Kwa hivyo sio mtu ambaye hakuwa anajua Mungu, alikuwa anamjua Mungu, ni kama wewe, na kwa sababu huyu tajiri hajatajwa ni nani, ni kama wewe. Unajua, mjua Mungu, unajua sakramenti, unajua neno la Mungu, unajua manabii, unajua sheria. Kwa hivyo kila kitu unakijua, na wewe unaweza kuwa kama huyo tajiri, ambaye mambo yote, hatujaambiwa kama alifanya dhambi Hatukuambiwa kama alikuwa aliiba ile mali alikuwa nayo hiyo, hatujaelezewa. Kwa hiyo wewe uko na utajiri, lakini kile ambacho umekikosa ni kile ambacho huyo tajiri alikikosa. Kosa ya huyu tajiri ni kwamba hakuona mahitaji ya Lazaro, hakuona shida za Lazaro, hakuona ugonjwa wa Lazaro. Kwa hivyo na wewe hauona, uoni shida za ndugu zako. yote uko nayo. Ume, umepata hiyo mali vizuri Unajua neno la Mungu vizuri, lakini hiyo neno la Mungu haijakusaidia kusaidia kuweza kuona shida za ndugu zako, haijakusaidia kusaidia kuona shida ya mzazi ya kuona shida ya dadako ama kakako. Je, ni lini ambapo utaweza kufungua macho? Alikuwa nasema watu watumiwe utajiri, watu watumiwe, mtu kutoka mbinguni akawafundishe, aende akawafundishe. Wewe, wewe, wewe umefundishwa, umetumiwa watu kila mara nakufundisha, hata saa hii nakufundisha. Kwa nini usiweze kushika neno la Mungu niposa utende kulingana na mapenzi yake? Kwa nini wewe usibadilike katika hali na mali? Kwa sababu ile mali ambayo tuko nayo itaisha, tutaiacha huku duniani, tutaiacha huko duniani. Lakini wewe unaweza kwenda kulia, kama vile huyu tajiri alivyolia. Kwa nini ulie ama kwa nini uanze kujuta, kujuta wakati nafasi umejaliwa? Na, na ndio sababu katika somo la pili waraka wa mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 6 aya 11 hadi 16 anasema hivi: wewe mtu wa Mungu uyakimbilie mambo hayo, ukautafute haki, utaua, imani, upendo, saburi na upole, piga vitu vile, piga vita vile vizuri vya imani, shika uzima ule wa milele uliotiwa ukaungama, maungamo mazuri mbele ya mashahidi wengi. Tumefundishwa jinsi ya kuishi, jinsi ya kusaidiana, jinsi ya kupendana. Ndugu zangu, tuweze kuwasaidia ndugu zetu wale ambao wanahitaji. Je, wewe ni huyu tajiri ambaye anasahau mahitaji ya Lazaro? Je, wewe ni huyu tajiri ambaye unaufurahia saha hizi na unasahau shida za ndugu zako? Je, wewe ni huyu tajiri ambaye hata umjali wale wagonjwa ambao karibu nasi, wale ambao hawana nguo, wale ambao wana chakula? Je, wewe ni yule tajiri ambao unakula vizuri na hata watu wengine wanahitaji hata kusaidiwa, katika neno kusaidiwa katika sala? Tumwombe Mungu ili atujalie neema zake ili tuweze kuona mahitaji ya ndugu zetu. Kumbuka, kumbuka, kila mmoja wetu atakufa, tutamwendea Mungu. Je, utamwendea ukiwa katika hali gani? Huenda kulaumu ama kulalamika ama kujuta, ama utaenda kufurahia katika kifua cha Ibrahimu. Tuunganike na msaburi anaposema kwamba ee, nafsi yangu umsifu Bwana. Yeye ametujalia neema zake, yeye yu katikati yetu. Tuombe, tuombeze neema situnguze na situelemishe katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe. Ee Baba mwema, tunakushukuru kwa sababu sisi ni matajiri katika hali tofauti. Tunakuomba uweze kutufungua macho yetu na mioyo yetu. Tusaidie hata wale wengine Tusaidie, tusimgu, tusiweze kuharibiwa na anasa za dunia, kwa sababu ile mali ambayo wametupatia isitufunge macho, lakini baada ya kupata hizo vitu vyote tuweze kusaidia watu wale wengine, kama vile sisi wenyewe umetusaidia kupata mali. Natomba hayo kwa jina la Kristo na Bwana wetu. Na Bwana awe nanyi uh, na awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na watakia Dominika njema. Usisahau kusubscribe Saa komenti na kushare. Ndio tukuwe pamoja katika Living Word comments. Asanteni sana.